Ni asubuhi tulivu, kuna pambazuka, mawio yanachukua sura na taswira nzima ya uzuri wa anga la taifa letu. Naam, tumeamka ndani ya jiji kubwa la Arusha, the Geneva of Africa, jiji lenye pilika nyingi na shughuli za maendeleo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ndiyo, hii ni Arusha pekee. Arusha ni mkoa mojawapo wa vituo vya biashara vilivyo na nguvu ya kimkakati ndani ya Tanzania. Mkoa upo katika eneo la kaskazini mwa nchi na karibu ya mlima mrefu, mlima Meru na hutumika kama kitovu muhimu cha biashara, utalii, kilimo na diplomasia. Mkoa wa Arusha unatupatia maeneo muhimu ya biashara ambayo ni utalii. Mara nyingi huitwa mji mkuu wa safari wa Tanzania, lakini pia ni lango la hifadhi ya taifa maarufu duniani. Kama Serengeti, Kreta ya Ngorongoro, Mlima Kilimanjaro pamoja na Tarangire. Kwa mikoa inayozunguka jiji la Arusha, hufahamika kama mikoa inayozalisha kwa wingi zao la kahawa, mahindi, mboga mboga na maua hivyo kulifanya jiji la Arusha kama kituo kikuu cha biashara ya kilimo, kwani umiliki minada mikubwa ya kahawa, viwanda vya kusindika, na makampuni ya kuuza nje ya nchi. Hasa kilimo cha maua huuzwa kwa wingi sana nchi za Ulaya. Milima ya Mererani ndiyo milima pekee ambayo husifika zaidi kwa uzalishaji wa madini ya Tanzanite duniani kote, lakini pia ni mwenyeji wa soko la kimataifa la Tanzanite na husaidia utengenezaji wa vito na kuuza nje ya nchi. Jiji la Arusha ni muhimu kwa biashara za mipakani haswa mpaka wa Kenya. Wakati wa kuzingatia ni aina gani ya biashara ya kuagiza ama kuanzisha Arusha, ni muhimu kuelewa mienendo ya soko la ndani, tabia za wamiliki wa biashara na mahitaji ya jiji yanayoendelea. Arusha ni mchanganyiko wa kipekee sana wa viwanda kutokana na utalii wake, kilimo, uwepo wa kidiplomasia na kuongezeka kwa idadi ya watu mijini, na biashara zinazohudumia sekta hizi zina nafasi kubwa ya kufaulu. Arusha ina utamaduni mkubwa wa ujasiriamali hasa katika sekta ya utalii yenye waendeshaji watalii wengi wadogo hadi wakati na watoa huduma wa ndani. Wamiliki wengi wa biashara ni raisi na wanaopendelea ushiriki wa moja kwa moja katika shughuli, ambayo ina maana kwamba wanathamini ufumbuzi na huduma za vitendo za gharama nafuu ambazo zinaweza kuboresha tija. Wamiliki wa biashara jiji la Arusha mara nyingi hutegemea mitandao ya ndani na ushirikiano usio rasmi. Ingawa wamiliki wengi wa biashara jiji la Arusha wako tayari kuagiza bidhaa kutoka nje na bado wanajali bei, pia ushindani wa ndani kutoka kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na njia mbadala za ndani hufanya iwe muhimu kutoa kiwango cha bei cha ushindani, hasa ikiwa unaingia katika sekta ya rejareja reja, au ya chakula. Uingizaji wa biashara unaopendekezwa Arusha, hizi ndizo bidhaa zinazopendekezwa: bidhaa za utalii na ukarimu, pembejeo za kilimo na teknolojia, teknolojia ya umeme, bidhaa za ujenzi na mali inayohamishika, mitindo na mavazi. Hapo sasa ndio tunaingia simba wa bahari yani Silent Ocean pamoja na Kilimanjaro Star Cargo. Uh, mimi ni mwakilishi kutoka Silent Ocean. Nimekuja kuwatembelea jijini hapa ambapo nimeona watu wengi ni watu wetu kutoka wanatoa vitu kutoka nchini Uturuki kutokana na nature ambayo tunapatikana nchini humo na pia kutokana na kuwa jiji hili jiji la utalii watu wengi ngi kwa hiyo kutokana na hiyo na hali ya hewa hii ya baridi, watu wengi wanachukua vitu vya watoto kutoka Uturuki pia. So tumeona umuhimu wa kuweka ofisi zetu eneo hapa, kutokana na wateja wapate huduma ambazo ni direct watakapokuwa nahitaji na kupata huduma bora zaidi. Mimi kama mwakilishi wa Silent Ocean India leo nimetembelea mji huu wa kibiashara wa Arusha, nimegundua wateja wengi wa Arusha wanaitumia sana Silent Ocean upande wa India kwa sababu zifuatazo sababu ya kwanza imekuwa ni ubora na utofauti wa nchi ya India kwenye quality ya bidhaa zao. Mfano bidhaa kama nguo, quality ya nguo ya India ni tofauti na quality ya sehemu pengine popote pale. Kama nguo za watoto, nguo za watu wazima na nguo za wanawake zimekuwa na quality bora kabisa ya muda wote. Pia tumeona katika biashara mbalimbali ikiwemo jewelries, naongelea vitu kama cheni bangili au hereni ambazo zinatokea India zimekuwa ni bora na za kupendwa na wateja wengi. Vile vile katika viatu, spare parts na bidhaa mbalimbali zimekuwa ni kipaumbele kwa wateja wengi wakisikia kwamba hizi bidhaa zinatokea India. Katika mizunguko yangu yote hapa Arusha, kwanza nimeona wafanyabiashara ni wengi ambao wanaagiza vitu Dubai, na pia Dubai ni nchi ambayo ina produce vitu genuine na vitu ambavyo viko himala pia Dubai ni nchi ambayo ipo senta, maana yake mteja mm, akiagiza kitu anakipata kwa uharaka. Kwa kusema kweli, bidhaa zetu tumefocus kwenye zile hoteli za kuanzia 3 star and 5 star hotels ambazo wana quality zao wenyewe na wanataka bidhaa tutakazosupply tuwe levo hizo, na kwa upande wangu inanisaidia sana kufanya kazi na Silent Ocean, maanake wako maeneo mengi duniani na bidhaa zangu nyingi nazitoaga Marekani ili kukidhi level za wateja wangu. Kwa hiyo katika usafiri huwa sipata shida sana. Jina langu ni Uresh Patni, nipo Arusha, mtaa wa Goli Ondoi. ninafanya kazi ya usonara. Nina vitu vya thamani vya kila aina: Silver, Tanzanite, dhahabu na almasi. Natengeneza pete za harusi, pete za uchumba za kila aina ya jiwe. Ninafanya kazi na Silent Ocean miaka mitano sasa nilianza kufanya kazi kwa ukaribu sana kutoka nchi ya China, lakini ni miaka mitatu sasa ninaagiza kutoka nchini kwetu India, kwa sababu wamefungua tawi lao huko pia. India wako vizuri, kila sekta wamejipanga. Sisi kama Simba wa Bahari tuna uwezo mkubwa wa kuikuza sekta ya biashara zaidi kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wa mkoa huu wa Arusha ikiwa tu wataamua kusafirisha bidhaa zao kutoka mataifa makubwa duniani tunayosafirisha, yaani China, Dubai, Uturuki, India na Marekani. Sema ukweli, Arusha mmenistaajabisha sana. Kitu ambacho nilikuwa nakitegemea na kitu ambacho na nilichokuja kukikuta nauzui tofauti. Nimefurahi sana mapokezo yenu, nimefurahi sana kuona kuwa tuna listi kubwa sana ya watu ambao wanasafirisha na sisi katika nchi zote ambazo tunapreti kiwemo Uturuki. Sasa tunapenda kuwakaribisha sana Silent Ocean. Karibuni sana Uturuki kupata vitu ambazo ni unique na trendy. Uhakika wa bidhaa zako kufika mpaka Tanzania zitakufikia kwa wakati, haraka na gharama nafuu. Hiyo ndio ngao muhimu tunayoizingatia sisi kama simba wa bahari. Unakaribishwa kuungana na familia kubwa, familia ya Silent Ocean pamoja na Kilimanjaro Star Cargo. Ewe mfanyabiashara na mjasiriamali wa Arusha ama jiji la Arusha, Geneva of Africa, unakaribishwa kufanya kazi na Silent Ocean pamoja na Kilimanjaro Star Cargo. Karibu uungane na familia kubwa ya Simba wa Bahari. Sisi ni Silent Ocean. Sisi ni Simba wa Bahari.